Ni lini utasema kwamba utafanya kwa ajili yako? Kwa sababu nimekuwa nikikutana na wanawake wengi sana wanaolalamika kwamba, mimi daktari, nataka kubeba ujauzito, ila ni kwa ajili pia ya mume wangu na sio kwa ajili yangu. Kwa sababu huenda, kwa sababu unasimangwa, huenda kwa sababu unatukano, huenda kwa sababu anakutishia labda ataongeza mke mwingine, au anakutishia labda atakuacha. Ukweli ni kwamba kama unataka kufurahia matibabu ya uzazi, hakikisha unafanya zaidi kwa ajili yako, kwa sababu wanawake wengi sana wameangukia kwenye dimbwi la kutumia dawa kiholela, kutumia dawa na kupelekea ya changamoto kujirudia, kutumia dawa kwa pressure chote ambacho nahitaji kubeba kubeba ujauzito na, na ndio maana yake nasema kwamba nipo nawe katika safari ya kuwa mama. Kisha kama ukitumia dawa fulani, unatumia zaidi kwa ajili yako na sio kwa ajili ya mwanaume, kwa sababu ukitumia kwa ajili ya mwanaume na maana yake sio tu utatumia ili ufanikiwe kupona changamoto yako na kubeba ujauzito, bali utatumia ili tu ubebe ujauzito ili mradi kwa hiyo, itapelekea hata muda mwingine ukibeba ule ujauzito unajikuta unaharibika ni lini utasema kwamba utafanya kwa ajili yako? Kwa sababu, nimekuwa nikikutana na wanawake wengi sana, wanaolalamika kwamba mimi daktari, nataka kubeba ujauzito ila ni kwa ajili tu ya mume wangu, na sio kwa ajili yako. Kwa sababu huenda, kwa sababu unasimangwa, huenda kwa sababu unatukano, huenda kwa sababu anakutishia baada ataongeza mke mwingine au anakutishia labda atakuacha. Ukweli ni kwamba kama unataka ufurahie matibabu ya uzazi, hakikisha unafanya zaidi kwa ajili yako, kwa sababu wanawake wengi sana wameangukia kwenye dimbwi la kutumia dawa kiholela, kutumia dawa na kupelekea changamoto kujirudia, kutumia dawa kwa pressure kipindi chote ambacho unahitaji kubeba ujauzito. Na ndio maanake nasema kwamba safari ya katika safari ya kisha, kama ukitumia dawa fulani, unatumia zaidi kwa ajili yako na sio kwa ajili ya mwanaume, kwa sababu ukitumia kwa ajili ya mwanaume na maana yake sio tu utatumia ili ufanikiwe kupona changamoto yako na kubeba ujauzito, bali utatumia ili tu ubebe ujauzito ili mradi, kwa hiyo itapelekea hata muda mwingine ukibeba ule ujauzito unajikuta unaharibika.